Katika maisha haya ya kawaida tuna tufani na vimbunga ambavyo tumekutana navyo, lakini kuna misukosuko ambayo umekutana nayo ah, misukosuko ya kiuchumi, misukosuko ya kifedha, misukosuko ya kifamilia, misukosuko ya kindoa, misukosuko kazini, misukosuko ofisini kwako, misukosuko mbalimbali ambayo umekutana nayo. na wewe Una, uh, una, una kimbunga cha kwako au una eura kilo yako, na ukikaa hivi hata ukifunga macho unaona kabisa, eurakilo yangu ndio hii hapa niliyokutana nayo, eurakilo yangu ndio hii hapa niliyokutana nayo. Una una, crisis, una vimbunga ambavyo vimepiga maisha yako, na hata mwaka huu umekuja kwenye ibada hii, una madeni benki, una madeni vikoba una madeni sakosi una makesi una kesi nyingi mahakamani, una vimbunga ambavyo vimepiga maisha yako. Bora tufani zinazokuja tufani zinazokuja kwa njia ya vimbunga kama hivi ni tufani za nature, lakini unaonaje tufani inayovuma sana moyoni mwako? Zipo tufani nyingi, hii ya Eurakilo ya Paulo, cha mtoto tufani ya moyoni, tufani ya moyoni, tufani ya moyoni. Wapendwa, leo hatupo kwenye merikebu, hatupo baharini, hatupo kwenye mkondo bahari, lakini tufani moyoni, juu ya uchumi, juu ya hali ya fedha, juu ya magonjwa, magonjwa ya kansa magonjwa ya figo magonjwa ya moyo. Wengine wako India saa hizi wanaabudu na sisi wakiwa hospitali, wengine wako mahospitalini kwa operesheni mbalimbali. Tufani ya moyo, na kila mtu ana tufani ya kwake ya moyoni, una eura kilo ya kwako ya moyoni. Najua nikizungumza eura kilo wengine hamnielewi kabisa, mchungaji anazungumza nini? Lakini tufani, kapteni wa meli na mabaharia wanajua kwa hakika ya kwamba ukifika mahali ambako ama pana mto una krossi ndani ya maji kwenye bahari, ama pana mkondo bahari, mahali ambako maji yanazunguka. Hapa Tanzania nimesema tuna nungwe na hapa msasani kama, ni kama pana mkondo wa maji ambao una cross pale, hata captain akifika hata wakati mnafika tu mna, mnaambiwa kwamba mnapita mahali fulani ambako sio mahali salama sana, na hata wakati fulani huko Nungwe iliwahi kutokea ajali ya meli kwa sababu ni mahali hatarishi sana. Wavuvi wa baharini wanajua na ni mahali hatarishi, wale ambao wamesafiri wakicross waki Atlantic Ocean kuna wakati ambao madege yanayokros ni, ni makubwa mainji ni mengi, lakini ukiwa angani hapo juu wakati una kross kwenda labda kutoka uh, uh, uh, a Amsterdam kwenda uh, uh, kutoka Amsterdam kuja Tanzania au kuja Afrika, lakini pia kutoka Amsterdam pia kwenda Marekani, kuna mahali ambako pia unafika unakuta ndege inatikiswa kwa sababu ya hali ya hewa, na wakati mwingine unapokrosi bahari hata juu angani nakuwa kuna shida kwa sababu ya misukumu mbalimbali. Lakini mimi sizungumze haya mambo ya kijiografia, wala sina mpango huo. Nataka kuongelea juu ya bahari mbili zinapokutana. Bahari mbili zinapokutana, mabibi na mabwana, katika maisha ya kawaida, kuna mambo ambayo yanaweza yakakutana na wewe kwenye maisha ya kwako. Unfortunately, yanatokea tu kwamba yamekutana na wewe kwenye maisha ya kwako na elfu mbili na ishirini na mbili kuna mahali ambako bahari mbili zilikutana. Mimi nakumbuka mambo mengi, lakini pengine nitazungumza machache, mambo ambayo bahari mbili zilikutana. Kwanza kabisa, tunazungumza juu ya msukosuko wa bahari mbili kukutana. Covid 19 ilipokutana na vita vya Ukraine, dunia nzima, madhara makubwa. Bahari mbili zinapokutana, Covid 19 vita vya Ukraine na, na, na, na Russia au Urusi. Vita vya vya Ukraine na Urusi vinapokutana na COVID 19, ndio kwanza tunatoka kwenye COVID 19, tunataka angalau kupumzika na dunia ipumzike, hawa wanapata shida, Ukraine na madhara yake ni makubwa makubwa kabisa, ni msukosuko wa dunia nzima, lakini pia umeleta tufani za moyoni. Watu wengi wamekosa ajira, watu wengi wame filisika makampuni mengi yamefungwa, maisha ya watu yameharibika, kazi za watu zimepotea, maisha ya watu yana msukosuko, na watu wanapitia kwenye crisis financial crisis financial na economic crisis. Um, msukosuko wa kiuchumi na msukosuko wa kiroho na msukosuko wa kifedha katika maisha ya kawaida. Mabibi na mabwana, kile ambacho nataka kuzungumza hapa, nasema ni bahari mbili zinapokutana na usiku wa leo nataka kuzungumza na watu wachache ambao bahari mbili zimekutana katika maisha ya kwao, na umefika mahali ambako huo msukosuko ni mkubwa kuliko ule wa eurakilo uliokutana nao. Pengine ni magonjwa ya kurithi, umekutana na upande wa baba na upande wa mama. Magonjwa ya kurithi yametokea upande wa baba na upande wa mama. Hawa wana kansa, hawa wana kisukari hawa wana kisukari, hawa wana kichaa, hawa wana, wana, wana magonjwa ya figo, hawa wana magonjwa yasiyoambukiza, lakini magonjwa ambayo yanakutana katika mwili. Umeenda hospitali umejikuta una uvimbe, wamemaliza uvimbe wakakwambia kuna kansa. Bahari mbili zinapokutana katika maisha ya kwako, lakini ni maisha yaliyobeba msukosuko na msukumo mkubwa kwenye maisha ya kwako, magonjwa ya kurithi ya pande zote mbili na uzazi lakini kuna madeni na vifo vinapokutana. Una deni alafu mtu aliyetegemewa anakufa. Mabibi na mabwana, yupo mwanamke mmoja mjane wakati wa Elisha. Yeye alikutana na bahari mbili kwenye maisha ya kwake, alikuwa ana deni, the same time mume wake akafa. Mume wake akafa na amekufa, akaacha watoto wanauzwa, na huyu mama akaenda kwa Elisha, akamwambia bahari mbili zimekutana kwenye maisha ya kwangu, kwanza deni, pili kifo cha mume wangu, na ameniachia deni na watoto wangu wanauzwa. Ukumbuke nazungumza juu ya kichwa kinachosema amani daima kwa njia zote. Elisha akamuuliza una kitu gani nyumbani? Na ndiyo neno kuu ambalo limetuongoza katika mafungo ya siku 40, una kitu gani nyumbani? akasema mtumishi wako sina kitu isipokuwa chupa ya mafuta. Akamwambia nenda kauze. Kwa nini? Alikuwa na tufani moyoni. Can you imagine, bahari mbili zinapokutana katika maisha ya moyo wa kwako, bahari mbili zinazokutana, mambo mawili magumu yanapokutana na wewe kwenye maisha ya kwako ya kawaida, what do you feel? Biblia inasema hivi, wakatupa shehena wakajaribu kupunguza shehena lakini wakagundua hata shehena haikuwa ni tatizo. Mwisho wale watu waliokuwa kule na kapten, wameni kumbuka, meli imebeba watu mia mbili na sabini na sita. Tangazo likatoka, naomba sana tafadhali, kila mtu anayejua kuogelea aogelee. Mahali ambako injini ya meli imezima na mahali ambako baharia mabaharia pamoja na kapteni wa meli wanashindwa kuondoka ni mahali ambako watu waliondoka wenyewe. Kwa hiyo ikatangazwa tangazo, wale ambao wana uzoefu wa kuogelea waogelee. Watu wakasimama pale. Najua katika makabila ya kitanzania kuna Wandengereko wanajua kuogelea kule Rufiji, Wandengereko wanajua kuogelea. Kuna Wakara na Wakerewe wanajua kuogelea kuna wapemba na waunguja wanajua kuogelea. Kuna wadigo wa Mombasa na wadigo wa Tanga wanajua kuogelea. Kuna watu wa hapa Dar es Salaam angalau kidogo wanajua kuogelea. Kuna waliosomea kupiga mbizi, wapiga mbizi hapa Afrika, maalum wa South Africa wanaojua kupiga mbizi, kuna watu wanaojua kuogelea. Kuna jeshi la maji linaloitwa Navy hapa Tanzania, liko kule Kigamboni, wako pale wanajua kuogelea wanajeshi wa pale Kigamboni sio wale wa kule sijui Munduli. Hawa ni jeshi la maji, they know something about water, wanajua jambo fulani kuhusiana na maji, wana utaalamu. Kwa hiyo wakaambia wale maofisa wa nevi wanaweza kujitupa majini, wale wazamiaji wanaweza kujitupa majini wakaogelea waende mpaka ng'ambo. Waliokuwa wanajua kuogelea wakajitupa majini wakaondoka wakasafiri wakapiga mbizi wakapambana na mawimbi, bahari mbili zilipokutana, mpaka wakafika ng'ambo ya pili. Walipofika labda hawakufika hata theluthi moja ya watu wanaojua kuogelea. Walipofika nauliza, jamani, sema huko kuna bahari mbili zimekutana. Meli ilikuwa ina watu sabini, mia mbili na sabini na sita wengine wengine wamebaki kwenye meli ni kitu gani kimetokea? Hatujui kama wataweza kufika. Unajua, mimi nilisoma South Africa, Johannesburg, kupiga mbizi. Wewe mimi nimetokea Navy, najua kuogelea. Wewe mimi mdengereko, mwingine mimpemba, mimi mgazija, najua kuogelea, nimeogelea. Mimi mkerewe, najua kuogelea, nimezaliwa kwenye maji, nimekulia kwenye maji. Wale wengine hao ni aginamjana hao. Ni Wapare wa Ugweno, awa wengine wanatokea Kilolo, Iringa, wakinasanga <laughs> bora hata Wanyakiusa hawa Wanyakiusa Warungwe bora Wakela, angalau wako karibu na, na ziwa, na ziwa Nyasa. Bora Wakela, Wanyakiusa Warungwe, maziwa na ndizi, awaelewi wazito kuliko mawe. hawajui kujigusa. Kuna ngoma sasa nyingine za Kilimanjaro, kuna Minja, kuna Mushi, hawajui kuogelea, hawajui maji. Maji wanayonaga kwenye ya kunywa na kwenye biseni la kuogea, hawajui maji. Hawa ndio tuliowaacha huko kwamba watakuja, hatujui kama watakufa, hatujui, lakini Paulo alisema ya kwamba mwende hakuna mfupa utakaovunjika wala unywele utakaodondoka chini. Peace, peace, peace at all time and in every way peace. Na sasa nataka kuhubiri hapa, wako wapi watu wachache wanaonielewa hapa? Kwa wale wachache wakafika hapo, wakapiga na push up, wasema sisi kwa vile tunajua kuogelea, walifika wa kwanza kidogo, wakaona hey! Wale viumbe wazito Wanyakyusa, Warungwe, sijui Wachaga wa Kilimanjaro, sijui hawa wengine wa Wakinasanga wauko Iringa, Kilolo, ngoma zimeingia, zimeingia design gani ziko juu ya mbao Biblia inasema wengine wakaja na mbao, wengine wakaja na vitu vya merikebu, lakini wote wakafikilia salama. Wako wapi watu wachache hapa wanaonielewa? ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, mabibi na mabwana, inawezekana waliokutangulia wanajua kuogelea, waliokutangulia mwaka huu wanajua, lakini wewe mwaka elfu mbili na ishirini na tatu nataka nione. Wambao wambao wako wapi watu wanaonielewa hapa, nisaidie kuatikisa watu wawili watatu, waambie, wambao wambao. Wako wapi watu wanaonielewa hapa, wanaosema wambao, wasiotarajiwa, wasiodhaniwa, wasiojia, oh my god, oh my god, oh my god! Wako wapi watu, oh my god? Nataka nione watu wa mkesha wa usiku huu wa leo wanaosema tupo, wambao. Waliotangulia na magari waende, waliotangulia na majumba waende, waliotangulia na madigiri waende, tupo wambao. Wako wapi watu wa mpao hapa, wanaosema mimi ni wampao. Waliokunyanyasa wanaelewa, waliokuacha wanajua. Kupiga mbizi wengine hatujui, lakini mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu kwa mamlaka niliyopewa na kanisa na kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo mwenyewe na kwa neno la Mungu wa majeshi ninakutangazia, ambao wanawasili kwa jina la Yesu Kristo. Wako wapi watu wachache wanaonielewa hapa? Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Msiniulize nimefikafikaje mie, nilikalia mbao, mbao ikakrosi kwenye bahari mbili zinapokutana, nikajikuta na mie niko pwani sina elimu kama nyie, lakini nimefika. Sikusoma kama nyee, lakini nimo. Sikuwa na mtaji kama nyie, lakini nimefika. Ukiniuliza nimefikaje, sijui, lakini nipo hivi. Kuna watu wanaonielewa sawasawa hapa? Hivi nyie wenzangu, mahali meli imetikisika, mahali ambako tumetupa shehena yote ya ngano, ninyi mmepitaje na meli ipi? Injini gani? Kwa ujuzi gani? Hatujui, lakini pwani tupo. Amani ya Mungu ipitayo akili zote. Sijui kama kuna watu wanaonielewa hapa, na mimi ninakuombea hiyo amani ya Mungu inapita akili, wala watesi wako hawana majibu, wala wewe huna majibu, lakini kufika utafika wako wapi watu wa mwaka ulio mwaka wa Bwana, wa Bwana wa elfu mbili na ishirini na tatu? Hapa ninataka niwaone watu wachache waliovurugwa. Oh my God, kama umevurugwa, una haja ya kuketi. Waliovurugwa wangesimama, halafu angempigia Jehova vigelegele vya shangwe. Hayaya ya ya ya ya, piga tena, Yesu asikie, piga vigelegele, wamba wapo watu wana majina, wana majina, wanaeleweka, wanajulikana na wamef, wana, kila kitu wakifala sema mi siye, si tuna jina, si sisi tuna uzoefu wa kuogelea ziwa Viktoria, iko kwetu. Mi mkerewe nimezaliwa, Ukerewe Ukara, utaniambia kitu gani hivyo eh? Utaniambia nini? Mi najua kuogelea tangu, tangu mama yangu, nikiwa tumbo la mama yangu ninaogelea. Utaniambia nini? Lakini nataka nikuambie, mushi naye Minja naye Sanga naye Mnyakyusa Warungwe naye haa. Ninataka kukutangazia hata kama ulikuwa ni wa, wa, wa mguu mmoja. Unajua kuna watu ambao hawana miguu. Miwili yote inafanana Nataka nikuambia hata kama ulikuwa ni wa mapalu, ukienda kama unarudi ukirudi kama unaenda, watakushangaa wata, watakushangaa. Wako wapi watu wanaonielewa? Mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu, acha Mungu akakushangaze. Wakikuuliza waambie mimi ni wa Hehe. Wako wapi watu ambao hapa, halafu piga vigelegele. Wapendwa mabibi na mabwana, ninataka niutangaze mwaka wa elfu mbili na wa ishirini na tatu ni mwaka wa wale ambao hawakudhaniwa, hawakujijua, hawakufikiria, lakini Bwana atakufikisha mahali ambako akili zako hazina matunda wala wale waliokuangalia hawana matunda. Wapo watu watakaofanya mambo makubwa. Washindi wangesema amina, wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Haya, haya, haya haya, na mimi ninatangaza waziwazi, wazi wazi, ya kwamba utafika salama kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai kwenye hiyo ndoto yako utafika salama, kwenye hiyo mipango yako utafika salama, haijalishi tufani ya moyoni ambayo umeipata, lakini bwana wa amani. oh, amani daima kwa njia zote. Sema amina, alafu mpigie Jehova vigelegele vya shangwe. Piga tena makofi ya shangwe. Piga tena, Yesu asikie. You gonna fire the world again You're gonna fire the world again! Mwambie jirani yako I'm gonna fire the world again, I'm gonna fire the world again. Utauhuisha ulimwengu tena. Na mimi ninatangaza kwenye madhabahu hii, wapo watu wachache ambao kwenye ulimwengu wenu wa familia, kwenye ulimwengu wenu wa kazini, mahali ambako ulikuwa umeshachoka kabisa, Bwana atauhuisha ulimwengu tena kwa ajili ya maisha ya kwako, na wewe ni miongoni mwa watu utakaenda kuuhuisha ulimwengu tena ndio, namuuliza namuuliza, msumeno hivi, msumeno uko unafanya, nasema I'm gonna fire the world again, I'm gonna fire the world again. Na mimi ninasimama hapa, nataka nikwambie utaushangaza ulimwengu watu ambao walikuwa hawakutegemei watakuona mahali ambako haukutazamia kuonekana. Wako wapi watu wachache hapa wanaosema, Bwana unibebe, Jehova unishike na mkono wako ulio hodari, you gonna fire the world again. Wale ambao walikuwa wanakusudiwa kufa kwenye bahari mbili, waliokuwa wamekata tamaa, wale waliokwenda katika giza nene, nuru kuu imewazukia wako wapi watu wanaonielewa? nuru kuu imewazukia, na mimi ninakutangazia nuru kuu ikakuzukie, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Alafu piga vigelegele vya shangwe haleluya. Kuna watu waliotangulia mbele yako, usiogope. Ikiwa wametangulia kununua gari, wamenunua gari ambayo wewe ukija kununua ya kwako yakao itakuwa ni oldi, uh... oldi fashion ikiwa wamejenga nyumba we utakapojenga nyumba hii ya sasa hivi ya kwao itakuwa imeshakuwa mtumba, hazi sio nyumba. oh my god, oh my god, oh my god. Ningewaona vijana wachache waliovuruga, wanasema wambao, tumedharaulika. Wengine walisema utaka uweze kujenga hautakaa uolewe hautakaa uowe. oh my god, harusi yako itavunja rekodi, kutakuwa na shela mpya, kutakuwa na viatu vipya, kutakuwa na pochi mpya. wako wapi watu wanaonielewa kutakuwa na mapambo mapya alafu anasema hey, imefika fikaje hapa? Waambie wamba wamba tena, vigelegele na shangwe, piga makofi Yesu asikie! Haleluya! You will never be the same again. Acha nikuambie Mungu akitaka kukupeleka mahali, amani ya Mungu inapita akili yako inapita na akili ya wale wanaokuangalia. Yani akili yako, amani ya Mungu inapita akili zote inapita ya kwako inapita na ya wale waliohusema haitakaiwezekani. akili ya, n yani, amani ya Mungu inapita akili yako inapita na akili ya shangazi yako, sema amina. yani Amani ya Mungu inapita akili yako inapita na akili ya bosi wako, sema amina. Amani ya Mungu inapita akili yako inapita na akili ya mtesi wako, sema amina. Amani ya Mungu inapita akili yako inapita na akili ya dunia nzima, sema amina. Halafu mpigie Jehova na vigelegele vya shangwe na makofi mengi, haleluya. Nani angeweza kujua ya kwamba hata kwenye familia yetu kungekuja kutokea mchungaji? Ni siku ile ile, kulikucha, wakaona bahari mbili, wakasikia tangazo la mauti, anayejua kuogelea aende. Wakaangalia wakaona wenzao wale wale wale wale, wapemba wote wale wale, wakerewe wote wameondoka. Na umeshaona wakerewe wenzio? <laughs> si kila mtu na mkerewe wake? Siwaangalie hivi wana waliokuacha unaishia kusema tulikuwa kidato kimoja, mwenzako anamiliki benzi. Kidato kimoja, mwenzako anamiliki nyumba Mbezi Bichi. Kidato kimoja, mwingine anamiliki. Kidato kimoja mwingine, mkurugenzi. Kidato kimoja, si waangalie waliokuacha, fanya hivi <laughs> waone waliokuacha. Wakerewa wametangulia, za Wapemba washafika huko, Wangazija washaenda. Tunakuja wale wa kelo chalocha wakana wasoro, tunakuja ambao hatukudhania. Wako wapi watu wanaosema tunakuja? Wako wapi vijana wanaosema tunakuja kwenye ulimwengu wa huduma, tunakuja kwenye ulimwengu wa sifa, tunakuja kwenye ulimwengu wa uimbaji, tunakuja kwenye ulimwengu wa fedha? Wako wapi wanaokuja hapa wangempigia Yehova vigelegele vya shangwe? Haleluya! na mtawashangaza wale waliowatangulia. hoiri yeah. wako mduminga we wechiliu yeah. Watashangaa, ninawaambia kwa neno la Bwana, wale waliofikiri hamtavuka mtawashangaza. Bwana yeah. Wako wapi watu wanaosema tukutane ng'ambo? Eh, wako wapi wanaosema tukutane ng'ambo? Kama mmetangulia tangulieni, kama mmeenda mfike salama, lakini nami naja, sina mguu, sina uwezo, sina mapafu mbao ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako kwa mawazo yenye tija, kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa, kujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the Hall of Positive Vibes.